Yes, yes kwa majina ni e, yawa jana, tumeona kulikuwa na breaking news ati Gachagu akiwa kwa kanisa amekula tia gas. Yaani, place ya maombi imeacha kuwa maombi, sasa imekuwa ni place ya tia gas. Sasa kwa kanisa kuna maombi, maombi imekuwa tia gas na tia gas imekuwa maombi. Ukiangalia Gachagua Gachagua na Ruto kuna kitu ambao wanagombania kwa wale ambao wanafuatilianga siasa. Gachagua ni mtu, wakati alikuwa kwa serikali alikuwa impeach kwa sababu ya maneno ya ukabila na mdomo yake refu yenye weza weka maneno ndani. Na hiyo ndo kwa maana umeona Gachagua tangu impichiwe hajakuwa akinyamazisha mdomo. Amekuwa kama wale wa mama wa salon wenye wanapelekanga mosheneza nyumba yao wanapeleka kwa salon. Gachagua after kuwa impeached, ameona anze kuongea mbaya kuhusu serikali ya Kasongo. Alafu anaribu na maneno ya ukabila hapo ndani. Lakini ukabila ndo sana sana imefanya akaweza kuwa impeached. Ukiangalia Gachagua, angekuwa kwa serikali, angekuwa anaongea mbaya hivi venye anaongea kuhusu serikali ya Ruto? Na bado kuhusu baba venye alikuwa anaongea vibaya kuhusu baba, ati maneno ya mitego kusema au, oh, huyu mzee, huyu mzee Sio hiyo yote, so, ujamaa ako na hasira Gachagua. Me, atakuwa anaongea so, mbaya, atakuwa na tusi na wenzake, atakuwa na nia mzuri na wenzake so, sasa Gachagua alitemwa nje ya serikali, ndio kwa maana kuna mauchungu na Gachagua angekuwa ni kiongozi mzuri, hiyo ukweli yake angeanza kusimama nayo wakati angekuwa kwa serikali, lakini juu ametemwa nje, ndio kwa maana ameanza kuongea vibaya kuhusu hii serikali, which means Gachagua ni pretender. Angekuwa ni ukweli anapigania wananchi, anapigania watu wa Murima, angeanza kutapika ukweli yake akiwa hapo ndani. Sisi kama Wakenya tungemuona, tungemuidentify na tungemwandamania asikuwe impeachment lakini juu ametemwa nje. Da, anajifanya kuna mdomo mrefu. Yeye anajua kuongea sana, yeye anajua nani alilala njaa, nani hakulala njaa, nani alioga jana, nani hakuoga, nani ni corrupt, nani imefanya si corrupt, nani ni mwizi, nani si mwizi, nani ni muaji, nani si muaji. Hizo ndio vitu zenye Gachagua sahii anajua. Na hiyo ndio imefanya imeelekeza Alafu unajua Kasongo ni mtu mwenye pia hapendagi kuambia ukweli. Hiyo ndio imemlegeza mpaka yeye akaenda. Sasa saa hii ni Gachagua wezi kaa Kenya na amani. Kila mahali penye anaenda tu ni tear gas. Kwa kanisa amekula tear gas. Place ya maombi. I guess hadi Wakenya wenye waje yona tear gas na macho, wakiwa pale kwa church ndo mara ya kwanza wameona tear gas na macho. Yani badala uende hapo, u receive the Holy Spirit tia gas ndio inatangulia kwanza, alafu Holy Spirit inakuwa baadaye. So mimi kama Mkenya nashangaa, kanisa ni place ya kupigwa tia gas ama ni, ama ni mali pa kuabudu? Na ndio ujue Kasongo pia tambui kanisa, anarusha tu tia gas mi kila mali, hadi mali ya maombi. Yani ruto Ruto atambui hadi kanisa. Meanwhile Gachagua endelea kukula tia gas kabisa. Wewe ulikuwa unatumia vijana, ulitumia majenzi kwenda kwa maandamano, wengi wao wakakufa, wengine wamepotea, wazazi wao wanatafuta watoto wao jei patikana hadi leo, wazazi wao jei pata haki, hawajei kompensetiwa hadi sasa. Kuna wazazi wanatafuta watoto wao wajei pata na wale survivors wachache wenye walibaki, Gachagua hadi hadi akuwaambia pole, akuwaita meeting awaambie aku pole kwa sababu mume mume ni adamania na maandamano umekuwa ngumu mpaka wenzenyu wakakufa, hatujaona hata pole. Hata wakati Albert Albert alikufa, hatukuona Gachagua ambaye anajiita atienda kwa ana kuna majenzi, hatukuona dia kienda kwa mazishi. Instead tuliona babu menyako huko, hiyo maandamano ndo ameenda ameenda kwa mazishi ya Albert, which means babu pia amevaa amefaa amefaa vijana kuliko hata huo Gachagua. Gachagua hana nia mzuri na Wakenya. Kazi yake ni kutumia vijana kupindua serikali ili ende ingie kwa uongozi na kifua, si kuongea na si kuingia kwa uongozi na kura, yeye anataka ingie hapo na kifua, kwa sababu yeye ndiye ameona yeye ndio mwanaume yeye ndiye anapaswa kuwa hapo. Kasongo, Kenya ulifanya kupiga huo jamatia gas, umefanya kazi mzuri kabisa. Hatuwezi endelea na ukabila hii Kenya. Ukabila ni mbaya hadi kuliko hii serikali ya Kasongo. Ukabila ni mbaya kuliko uongozi mbaya. Ukabila ni mbaya kuliko corruption. Ukabila ni mbaya kuliko uongozi mbaya. Na hiyo ndio kwa maana nasema, huja maendelea kupigwa akuletea gas kila mahali, hapo kwa kanisa ndio mnamwacha. Kwa sababu place ya maombi lazima pia iheshimiwe. Utakataka hizi peleko kwa kanisa na mimi sijisikia uwezi ama Al-Shabaab wamepeleka ukora yao kwa kanisa, Kasongo ndiye wa kwanza, which means Kasongo ni mtu mofaya, ni mtu mwenye hatambui, hatambui hadi kanisa, ndo kwa maana anarusha teargas ovyo ovyo. Gachagua, utakula teargas mpaka dakika ya mwisho. Hiyo ni sauri yako. Ulikuwa unajifanya wewe ni mwanaume sana; badala ya kupigania uongozi bora wewe unapigania watu wa mlima peke yake. Badala kupigania Wakenya wote. Na kazi ya kiongozi ni kupigania Wakenya wote whether walikuchagua wote ama hawakuchagua wote, kazi yako ni kupigania kila mtu, si kusema watu wangu murima, murima, my people, mara sijui gema yo gema yako, sasa imekupeleka kwa teargas. Na tuone mtu wote mwenye anajaribu kuandamana ati juga chagua alipigwa teargas, utashikwa na utawekwa ndani utatoka after 20 years. Huo jamaa wacha kule kiboko yake kivyake. Ukiangalia Gachagua siasa yake ya kule nyuma, yeye ndiye alikuwa anarusha mdomo akisema ati amewekea baba mitego, ati ukijaribu kukanyaga hapa kwa parliament, ukikuja kwa state house utapata tu umekuwekea mitego, lakini mimi hiyo mitego baba alishairuka. Sasa mitego imenasa mnasaji, mwenye alikuwa ameweka mtego, endo yendo imemnasa na ndio kwa maana unaona hiyo mtego yake, part of the mtego ilikuwa tia gas, na ndio sahii anapokea. Gachagua, pokea mtego wako wenye ulimwekea mtu. Unajua unaweza, unaweza, unaweza umbwa wa jirani sumu ukidhani hiyo umbwa wa jirani ita, itakufa, kumbe ile umbwa yako wenye inakuanga na njaa yenye huipatiangi chakula ndio inatangulia kuja kukula hiyo sumu. So, na umbwa ya Gachagua ndio imekula hiyo sumu. Gachagua ndio amenaswa na ile mtego wake yenye alikuwa amekea baba. Na usikie hivyo venye watu wanasikianga. Baba alikuwa anapigania Wakenya wote. Ndio kwa maana alikuwa anaunganisha Wajaluo, akaunganisha Wakamba, Wakikuyu wengine pia na Waluya. Lakini Gachagua wa anapigania watu peke yake. Mtego ikunasi na ikunasi zaidi. Si support serikali ya Ruto, lakini hiyo maneno ya tiagas iko sawa. Hapo kwa kanisa ndasipigwe tia gasi. Alafu tukiingia tena upande wa Kasongo. Unajua Kasongo pia ni, sijui ni muite aje. Kama yaani, pale ni kwa maombi, kuna Mungu anaabudiwa pale, yeye hizo aoni Ye bora tu waruse tu tia gas ki olela, olela. Which means Kasongo esimu makanisa na Kasongo, sijui kama maokoka, umeokoka kweli, unendanga kanisa na, na unendanga kanisa roho ama unendanga kanisa kimwili? Unajua kwenda kanisa kiroho na kwenda kanisa kimwili ni kitu mbili tofauti. Unaweza ona mtu ameenda kwa kanisa kimwili hiyo umeenda tu uonekane umeenda, lakini ule mtu ameenda kiroho, ameenda hapo kwa kanisa kuabudu Mungu na anajua nini anafanya kwa kanisa, sio umenye ameenda kimwili. Ni kama kasungu juu angekuwa na heshima makanisa, makanisa zingekuwa angekuwa anarusha anarushia mwenzake tia gas. Hata kama right and left ye hataki kujua, tia tia ye yu hataki kujua. Yani ni kama mtu mwenye anaweza kuchukua watu kwa kwa pasta, ukuumeze tia gasu, usimeze wasirika, mkule tia gasu, musikule watu, awape mapanga na waambie ndani kwa yu kwa kanisa mkate kate kila mtu hapo ni kitu mbaya kabisa, kiongozi kupeleka maneno ya siasa kwa kanisa, maneno ya kuwinda dui yake ya kisiasa kwa kanisa. Hiyo kitu ni mbaka di kabisa. Na kasongorudia Mungu ujaru, ujarudia Mungu, ndo kwa maana ujui kanisa ni nini, ujui nguvu yenye iko kwa kanisa. Hapo kwa kanisa ndo unaweza pata laana na bado unaweza pata baraka, lakini kasongorudio ye bora rushe tia gas ki olela olela ni mtu mtu ambaye ni ni mtu I don't care. So hiyo ni aibu sana kwako Kasongo, na ni aibu sana kwa nyinyi viongozi wawili mi wa ukiangalia Kasongo na Gachagua nagachagwa hao watu wanatuchezea akili, kuna mchezo tunachezewa. Hao watu wanaongeanga usiku na simu wanaitananga meeting usiku nyinyi wa Kenya ndio mnachezewa akili. Kasongo na Gachagua hawako madhubuti hivyo venye mnafikiria. Kuna mchezo unachezewa kiakili hapa. Gachagua roli yake ni kutumia watu waende maandamano, damu ya watu imwagike, wapate wapate sacrifice, ili wanasiasa wapate venye wataomoka, pesa yao iongezeke. Hiyo ndio kazi ya Gachagua, kujifanya anapinga hii serikali, muandamane mukufe serikali serikali ipate damu, waendelee kuomoka. Alafu kasongo pia kazi yake ni, ni walika chini na wakachora dili na Gachagua. Wewe jifanye unapiga siasa ya ukabila, ikifika date hii na hii mwaka tutakuimpeach. Uko inje unaongea mbaya sana kuhusu hii serikali yangu, uko unaipinga, uko unatumia watu waipinge, watu waende maandamano. After hapo, si tunajua venye mtu akwatu tunakula hiyo pesa, pesa ya wananchi. Kwa siasa, permanent enemy, permanent enemy. Wana siasa, wana kisiasa wanapingana wana, lakini ukiwaangalia unaenda unawapata kwa meeting, wako pamoja, wanakunywa chai pamoja, kama ni ndege wamepanda wameenda ngambo pamoja, sherehe wanapiga pamoja, nyinyi wa Kenya ndio mnadalimana ngumi juu ya wanasiasa. Lakini wanasiasa hawata tengana, hawata

na tukue werevu tujifunze kufikiria mbele ya maadui yetu, ili tuweze kuwaweza vizuri. So hii maneno ya, ya kuchezewa mkiki mkiki ya Kasongo na Gachagua, sisi waktusipoa na tujue a watu ni gani, tutaishi kumalizwa na tutaipata uongozi bora baka ile siku ambayo sisi kama wa Kenya tutajua kujipigania, tulete viongozi wazuri kwa, kwa serikali wale ambao wamefanya kazi. Sikuchagua tu mtu jua kona pesa ana akona watu wengi, akiita umati watu inajaa, ameenda kuna magari mingi, sijui enda na, anajua kudanganya watu sana kama Kasungu mpasi kuangalia mtu angalia. Angalia, wakati alianza siasa yake alikuwa amefanya nini? Hizo ndio vitu mnapasa kuangalia. Na wanasia mapastas pia nyinyi. Si nyinyi ndio mlikuwa ma, mulikuwa mnasema Kasongo ametumwa ametumwa na manyu, na Mwenyezi Mungu. Mtu ametumwa na Mwenyezi Mungu anaweza piga kanisa tia gas kweli? Kasongo Kasongo hajatumwa na Mwenyezi Mungu, ametumwa na mazinga ombwe. Yenda anajijua nao watu wake. Mtu ametumwa na Mungu hezi, hezi, hezi, hezi chezea neno la Mungu, na hezi chezea penye, penye Mungu anaabudiwa. Kwa hivyo mapastors wenye mlikuwa mnasema ati Kasongo ametumwa na Mungu. Oh ye, ndio kiongozi bora. Kiongozi bora anaweza piga kanisa teargas kweli? Hata mutupaga, ni mtu mwenye ajui Yesu ni nani, ajui Mungu ni nani. Anajua pale lazima ni peshimu. Ndio, ndio siabudu Mungu lakini siezi peleka ujingangu kwa kanisa ata mtu pagana najua hiyo. Na mimi sijaona wakora ameenda kwa kanisa Kasongo. Kasongo ndio wa kwanza kuorganize wenye tia gasi itarushwa kwa, kwa kanisa, which means Kasongo me break record, wendo jangili wa kwanza kurusha tia gasi kwa kanisa. Alafu Kasongo nikulize wale watu wenye ulichomanga kwa kanisa walikufa wote ama kunenywa libaki Tunataka kujua ile kanisa nyulichoma watu. Walikufa wote ama walibaki? We mwenye ndo ulisema internet never forgets. Ndio nataka kukukumbusha. Hiyo internet yenye ulisema uisahau ndio imeniletea sahi knowledge ya kukukumbusha wale wenye ulichoma kwa kanisa. Ukidhani mtandao mtandao utafuta. Uliwacompensate? Kuna survivors ama uliwachoma wote? na nikuulize, ulichoma uli mpaka huo pasta ama pasta alitoroka? Kasongo, nataka utu, utuambie, utujibie hayo maswali, kwa sababu una quality of a good leader. Ungekuwa una quality of a good leader, atakamuko na maadui. Kuna place ubazi kupeleka uadui yako, mali kama kanisa na mali kama mazishi Wadu yako basi kupeleka kwa kwa place mbili kama hizo. Juu hizo ni place zime zime simika kabisa. So mimi kama Mkenya sijafurahia. Sijafurahia na hiyo uongozi ya kasongo ya kupiga watu teargas kwa kanisa. So fa najua huo pasta nenda kupoteza washirika. Kwa sababu Wakenya watakuwa nasema, eh kama hivi ndio inakuanga, heri ni jibadilishe kanisa. Mi siwezi enda penye napigwa tia gas. Kasongo anafanya mpaka makanisa zile mzuri, mzuri, za kuabudu Mungu ya ukweli yenye ya nje ya mkato, atafanya hadi Wakenya waache kwenda kwa kanisa, na tutaki hivo kwa sababu uongozi, uongozi bora lazima mungu, Mungu aekwe, aekwe mbele na neno la Mungu lazima ziekwe mbele Mungu mbele Kasongo nyuma na hizo, na hizo matia gas zake. Kwa hivyo Kasongo uokoke, najujaokoka okoka, okoka na, ua, na, na useme Yesu ni Bwana na uanze, uanze kusoma Biblia hata kama ni mara moja kwa wiki. Najujaokoka wewe hata si pagani una category, hatuwezi kuku categorize, hatuwezi kukuweka atu, atuwezi kwa Alshabab, wezi pagani Yaani wewe uko, tukifia, wewe ni kama bat. Wewe si ndege, wewe si mnyama, tuwezi kukategorize. So wa Kenya wenye wana support hii serikali, Sijui kama mna support makanisa kupigwa tear gas na bado mna support huyo mwenye anapiga watu tear gas kwa kanisa. Watu wenye wanasema kumi bila break. Nataka mtu waambie. Juu mnasema kila kitu wenye Ruto wanafanya iko sawa. Mbele yenyu wenye wenye wanasema kumi bila break, mbele yenyu mna support makanisa kupigwa tear gas, which means pia kuna watu wa kumi bila break wenye ni pagan, wenye wako na tabia ya, ya kiuka songo ndani yao, wenye hawatambui kanisa, hawaendi kanisa na wajeeka Mungu mbele. So kanisa ziyesimiwe na wanasiasa. Hiyo ujinga wenyu msilete kwa kanisa. Ugomvi yenyu muende mfanye huko. Sisi atukuachagua mu, mupigane atukuachagua mpigane tia gas mkibadilishana maneno. Wakipi, akipiga mwenzake tia gas yule mgine ana ana organize venye atatumia watu wende wakufe wakingoa huu mgine kwa serikali. Kwa hivyo semo ni nyinyi viongozi wawili.